Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Kahiga alieleza kujutia kauli hizo na kuomba msamaha kwa familia ya Odinga, akieleza hazikulenga kumdhalilisha kiongozi huyo bali zilitafsiriwa vibaya. Aliongeza kuwa yuko tayari kubeba lawama binafsi, akisisitiza kwa maneno yake hayawakilishi maoni ya jamii ya Mlima Kenya my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation nor the council of governors finally in noting the huge public interest that this issue has generated i am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks and as a result therefore i have decided that with immediate effect i am going to step down as the vice chair of the council of governors and that i also pray that the soul of the right honorable prime minister raila odinga continue resting in eternal peace god bless kenya thank you very much Baraza la Magavana lilifanya kikao maalum kwa njia ya mtandao ambapo kwa kauli moja wajumbe walipitisha hoja ya kutokuwa na imani na Kahiga, hatua iliyosababisha kuondolewa kwake rasmi kutoka nafasi ya naibu mwenyekiti. Mwenyekiti wa baraza hilo Amda Abdullahi alisisitiza kuwa matamshi hayo hayana uhusiano wowote na baraza hilo, na akatoa pole kwa familia ya Odinga on the statements by the governor

Hata hivyo malalamiko kutoka kwa wananchi na viongozi wa kisiasa yameendelea kuongezeka, wengi wakisema kujiuzulu na kuomba msamaha pekee hakutoshi, wakitoa wito kwa mamlaka husika kumchukulia hatua za kisheria gavana huyo kwa maneno yaliyotajwa kuwa ya fedheha na ukosefu wa heshima kwa marehemu Raila Odinga.

We call on law enforcement agencies and the judiciary to act swiftly and transparently. Only through such firm actions can we honor Raila Amolo Odinga legacy and protect our nation cohesion. Wakati taifa likiendelea kuomboleza kifo cha Raila Odinga, macho yote sasa yameelekezwa kwa mamlaka ya uchunguzi kuhusu iwapo hatua zaidi zitachukuliwa dhidi ya Gavana Mutahi Kahiga huku wito wa kudumisha heshima na umoja wa kitaifa ukiendelea kutolewa. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiu.